Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuwa na wanataaluma mahili, ni pamoja na miundombinu ya kufundishia na, na, na ufundishaji, yapaswa yule anayesomea fani husika awe na vigezo fulani, na katika hili tunaomba sisi wanataaluma wa kada ya pharmacy tusikilizwe katika uwekaji wa vigezo vya kusoma na kuhudumu katika taaluma ya pharmacy. Mheshimiwa mgeni rasmi ni yeyote, sio ubinafsi kama nilivyoainisha hapo juu, nia ni kumlinda Mtanzania na kuhakikisha anapata huduma bora wakati wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, taaluma ya pharmacy inahitaji ufaulu wa hesabu kwa sababu inahusisha hesabu na hesabu ambazo ni hatari kwa uhai wa mtu, lakini taaluma ya pharmacy inahusisha fizikia, kemia, biolojia na zaidi, taaluma ya famasi inafundishwa kwa lugha ya Kiingereza. Maelekezo yote na machapisho ya kufundishia yako kwa lugha ya Kiingereza, ikiwa ni pamoja na maelekezo yanayokuja na dawa, hasa zile dawa tunazozipokea kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, lugha ya Kiingereza kama lugha ya kufundishia ni muhimu ikawa sehemu, ufaulu wa lugha ya Kiingereza ukawa ni muhimu kwa sehemu ya kigezo cha mtu kusoma pengine si taaluma tu ya pharmacy, lakini sekta nzima taaluma zote za afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mara kadhaa tumeshuhudia vyombo ambavyo tume, wamevipa, vimepewa mamlaka ya kuweza kusimamia taaluma ya famasi vikishindwa kufika maeneo husika, na hapa kama chama cha wafamasia Tanzania tunalenga kusema baraza la pharmacy, kwa namna moja au nyingine, tumekuwa wamekuwa wakishindwa kwenda kufanya ukaguzi katika vyuo vya kutolea elimu ya pharmacy na hivyo kushindwa kujiridhisha kama kweli wanao, kama kweli wale wanaofunzwa wanafunzwa kwa kufuata mgeni, mtaala kwa Mheshimiwa mgeni rasmi. Naomba kupitia risala hii chama cha wafamasia, hili jambo liangaliwe ili baraza la famasi waruhusiwe kuweza kuwa na nafasi ya kuweza kufanya ukaguzi katika maeneo yote ambako kunatolewa mafunzo ya famasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikiwa namalizia pamoja na ikama ya siri, wizara imeandaa ikama kwa maana ya namna gani na idadi gani ya watumishi wawe katika maeneo husika. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeshuhudia kwamba kuna ongezeko kubwa la mahitaji ya wanataaluma na hasa kada ya pharmacy, na hivyo basi katika ikama yetu ifanyiwe marejeo ili idadi ya wanataaluma wa kada ya pharmacy ishabihiane na huduma zinazotolewa katika vituo husika lakini ikama itambue pia uwepo wa wafamasia bobezi kwa sababu ya sasa hivi inahesabu tu idadi ya wafamasia, lakini haihesabu ile specialization. Naomba niunganishe hili Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na haya, katika mfuko wa bima ya afya kuna wafamasia wasiozidi kumi na watano, lakini mfuko huu wa bima ya afya unasimamia madai ambayo sehemu kubwa ni dawa. Chama cha wafamasia tunashauri wafamasia waongezwe katika mfuko wa bima ya afya, kuwe na mfamasia mmoja kwa kila halmashauri anayesimamia mfuko wa bima ya afya. Mheshimiwa <coughs> mgeni rasmi, tunakushukuru sana kwa muda wako, tuko tayari kusikia kutoka kwako. Tunakuomba pia utufikishie salamu zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan, na umweleze kwamba wafamasia tunamwombea afya njema na mafanikio. Tumeiona nia yake ya kuboresha huduma za afya nchini kwa kuajiri wataalamu wengi wakiwemo wafamasia. Mungu awabariki sana viongozi wetu wa serikali. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki taaluma ya pharmacy. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante makofi mengi.